Naitwa Edward Peter Maganga. Hapa ni mji wa Namanyere na, na mimi ni mwenyeji na miaka zaidi ya thelathini hapa, na mabadiliko ya nchi tunaona yanavyokwenda. Mama Samia anafanya kazi nzuri, na sisi tunampa moyo, kwa sababu tunaona mabadiliko huko tulikotoka na tulipo sasa, mabadiliko ni mazuri mno. Huyu mama tumpe moyo. Sisi tumeshakuwa wazee tayari, tunaomba amani, tunaomba amani. Nyie vijana simamieni amani, haipendezi kabisa Nchi hii inaenda kwa taratibu na sheria na msoni, nimefika hapa kwa shauri ya kuheshimu taratibu na sheria, kuheshimiana. Sisi wazee tunashangaa kama mtu anaweza kusimama akasema kwamba hakuna uchaguzi, hakutakuwa uchaguzi. Kwa, kwa, kwa, kwa lugha hiyo unaongea kama nani? Vijana tusaidieni, hawa watu Hawatu, hawatu, hawataki hawataki usalama wetu sisi, hawataki usalama wa nchi. Nchi imetunzwa kwa heshima kubwa, mama na hangai kutafuta hela huko na huko, anaweka miradi mizuri. Mtu anakurupuka anasaa kwamba hakutakuwa na uchaguzi. Sisi hao hatutawakubali, hatutawakubali, hatutawakubali. Vijana simamieni nchi hii, watu wapuuzi wasi